Kuwa na nafasi ya kufanya maamuzi. Ningelitamani sana kuwa na taifa ambalo linaamini lina mama mmoja na ni mama Tanzania, na kuna wahenga wanasema, kamwe kichaka kilichokuhifadhi usikitie moto, na kichaka chenyewe ni mama Tanzania, ni wetu sisi sote, na kwa kuwa tuna uasisi wa taifa hili wa kuitana ndugu, kwa hivyo ni ndugu, ni watoto wa familia moja, ni watoto wa mama moja, ingebidi tuwalete taifa pamoja, tuzungumze, tusikilizane, tukosoane, lakini tuweke maslahi mbele ya mama Tanzania awe na upendo wa kunyonyesha watoto wote. Na ni kusema ukweli, ingebidi tukubali tupende tusipende. Kwenye uwimbo wetu wa taifa ziko nguzo kuu tatu: hekima, umoja na amani. Ili upate amani namba tatu, tutumie hekima, na hekima ni kila kitu, ya kusikilizana, ya kuelimishana, ya kupata maarifa, ya kuweka kinga zaidi. Na lio kubwa zaidi, tungetumia kanuni kuu ya dhahabu mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye, na hii ndio kanuni inayoongoza dunia ya leo, tukitendeana kwa wema, tukistahimiliana vizuri. Na ukitaka kujua thamani ile ya uhai wa mwanadamu, kama unaothamani uhai wako, sitapenda uhai wa mwingine utoke. Kwa hivyo tutatumia kanuni ya dhahabu ya kutendeana kama unavyotaka kutendewa wewe, na tunaamini taifa litavuka salama.